Sisi asili yetu ni watu wa tarikatul Qadiria, sisi ni watu wa tarikatul Qadiria, na sisi ni watu wa majambo ya dua. Mwenyezi Mungu ametujalia insha Allah. E, na sisi tunategemea kwa baraka za mabwana, kwa maana tunapofanya dua zetu lazima tuwataje mabwana wakubwa, kina Sheikh Muhammad bin Ramia al Qadiria, kina Sheikh Muhammad bin Nasr waliyallahu al Qadiria mabwana wakubwa wote unaojua wa kitwarika sisi, tunawafanya tunatawakali nao, na ndio maana katika dua tunazoombea watu, si kwa ujuzi wetu sisi, bali kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa mabwana wakubwa hawa, kwa sababu tunawataja sana, kwa kuwa sisi ni vipenzi vyao, na sisi tunawapenda na tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kufanikiwa katika jambo la kololote lile lazima waweke mbele mabwana wakubwa hawa. Basi inshallah mimi leo nimetembelewa na miongoni mwa vipenzi vya tarika shekhe wetu je, Jecha TV amekuja kunitembelea hapa ofisini. Kwa hiyo inshallah tumekuja kuzungumza mambo mawili matatu. Inshallah mimi napenda kuwakumbusha ndugu zangu, ukijiona unafanya dua, unafanya azkari mbalimbali mbali, ili mradi tu mambo yako yapate kwenda, kuna kuwa na ugumu. Kwanza jitathmini wewe mwenyewe, matendo yako yako vipi? Unaweza ukaomba dua na hali ya kuwa bado majibu hupati, pengine kuna njia ambayo wewe unakosea. Dua zina taratibu nyingi sana, na elimu ya dua ni bahari pana. Eh, kuna watu ambao wao wanaamini miti kuna watu ambao wao wanaamini visomo, kuna watu na wao wanaamini tunguli. Kwa hiyo, asikudanganye mtu, kinachofanya mtu ukafanikiwa ni imani yako tu, ni imani tu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndio mwezinishaji wa kwanza. Kwa hiyo, wewe muislamu mwenzangu, ewe dada yangu, ewe kaka yangu, ukitaka ufanikiwe katika dua, cha kwanza ikhras binnia, uwe na, uwe, na imani kwamba hichi ninachokiomba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyeniumba mimi, basi mimi nitafanikiwa jambo langu. Watu wengi sana wanafeli hapo katika imani, wanakwama hapo katika imani. Kwa nini? Wazee wetu wa zamani eh, ukizungumzia historia eh, wazee wetu wa zamani kina Sheikh Muhammad bin Ramia kina Sheikh Muhammad bin Nasr, kwa nini wazee walikuwa na pawa kubwa? Hawa wazee walikuwa na nguvu kubwa, eh, walikuwa imefika stage mpaka akienda kumwombea mtu dua basi unamkuta shekhe amelala na tasbihi tu, eh, na anakuambia nenda, ushafanikiwa. Na kweli unafanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu walijenga misingi eh, walijituma, walipambana sana katika kufanya ibada, walijituma katika kupambana sana kuvuta nyiradi eh, walijituma wali, waliipa mgongo eh, dunia waliipa mgongo mabwana wakubwa, na ndio maana katika dua zao zilikuwa kun fayakun na ndio maana mpaka sisi leo hapa tukiomba dua tunatawakali nao mabwana kubwa. Ya Rabbi, tunakuomba kupitia dua yetu hii, tunaomba shida zetu kadha kadha, lakini kupitia mawalii wako hawa, Mwenyezi Mungu, aliyokuwa alikuwa akikuomba wakikuomba na wao unawajibia hapo hapo eh? na unakuta jambo lile linaenda. Kwa hiyo ndugu zangu, siri katika majambo haya ya dua kwamba lazima uwe na imani Eh, utamkuta mtu anaomba dua, anawaza mambo mengine hapo hapo katika dua, anawaza nikitoka hapa nitaenda kufanya jambo fulani. Au mtu mwingine anaomba dua, anasema nikitoka hapa nitaenda kumdhulumu mtu fulani. Dua kwanza inatakiwa ikhrasi, utulivu. Dua inatakiwa kwanza uwe na imani. Unakuta mtu anafanywa dua, akishainuka pale anaenda kwenye mambo ya starehe, anaenda kwenye mambo ya anasa. Hiyo unakuwa unafanya utani, unafanya mzaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo inshaallah, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika majambo yetu. Mwenyezi Mungu inshaallah tuongoze katika majambo yetu na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wacha Mungu kama walivyokuwa wazee wetu hawa, Mwenyezi Mungu awarehemu na sisi pia tupate baraka zao inshaallah. Leo tu nimetaka kuwakumbusha. Ni mimi wako Muhammad bin Makhudamu, inshaallah tutakutana tena baadaye inshaallah bi idhnillahi taala wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh.